Jua haki zako na Benson Wakoli. Msikilizaji, hujambo na karibu kwenye makala leo ya Jua haki zako, makala ambayo siku zote kuelimisha kuhusu haki zako tena za kimsingi. Kwenye makala leo, msikilizaji, tunajikita kuangazia haki yako ya makazi. Karibu, jina langu ni Bwana Benson Wakoli, nitakuwa nashirikiana na mwenzangu Victor Mturi. Maelfu ya wazee, walemavu na wajane nchini Kenya wamekuwa wakikabiliwa na changamoto kubwa za makazi duni, hasa katika maeneo kame. Hali hii imewalazimu wengi kuishi katika mazingira yasiyofaa, huku baadhi yao wakikosa makazi kabisa. Hata hivyo, kwa ushirikiano wa hisani, mashirika ya kijamii na serikali za kaunti, mpango wa kuwajengea makazi bora ulizunduliwa katika kaunti mbalimbali mbali. ukiwapa matumaini wapate hifadhi salama yenye hadhi. Katika kijiji cha Naibor, kaunti ya Laikipia, baadhi ya wazee tayari wameanza kunufaika na mpango huu. Naam, Victor Mturi basi aliwatembelea wazee hawa ili kujua mpango huu unavyoendelea. Katika kijiji cha Naibor, kaunti ya Laikipia, shughuli za ujenzi wa nyumba na makazi bora zinaendelea kwa kasi. Mpango huu unaendeshwa kwa ushirikiano na wahisani, mashirika wa mbalimbali na serikali za kaunti kwa lengo la kuwapatia wazee na wasiojiweza haki zao za kimsingi kama vile makazi bora. Rebeka na shushu mwenye umri wa miaka 65 ni miongoni mwa wanaonufaika na mpango huu. Nimesikia furaha sana, mpaka nasikia roro -ro, peke yake inakaa ina, ina, ina, ina, ina metameta hivi. nyumba ya kitambo ilikuwa ni na jengo saahii, mvua ikanyesha mvua ile kubwa, maji ikaanza kuingia, nikaamisha tena nikajenga hii. Sasa tunaishi tu na watoto hata itoshi sisi <totohi> na watoto. Habitat ndio walikuja wakatuambia iko mradi amejenga eria hii yote, walikuja mara ya kwanza wakatujengea, wakanijengea hata show, wakakuja jana ku... nyumba. Peter Imanman mwenye umri wa miaka sabini pia anaelezea furaha yake baada ya kuwa miongoni mwa wazee walioorodheshwa kufaidika kupata makazi mapya. Mi naiona furaha sana, nimeiona nyuso nyingi ambayo imenifurahisha, wakubwa wakuu ambayo wameya kaunti wakinitembelea, kulingana na kasi ambayo nimesaidika naye Nyumba ya kitambo, hebu tuelezea, ulikuwa unaishi aje na sasa unaishi vipi? Nyumba ya kitambo ilikuwa ni ile tu, ilikuwa nimepata kwa uwezo ambaye nilikuwa naye, nilikuwa naishi kwa nyumba ya tope. Kwa sasa ndio ninaona mradi inaendelea na ninafurahi sana, siku ya leo itakaa mzuri kuliko ile environment ilikuwa kwa. <coughs> takriban kilomita kumi kutoka kijiji cha Naibor. Lusu Wamboi, mjane mwenye umri wa miaka 60, na mama wa watoto wanne, anapokea nyumba yake mpya. Wamboi anaelezea maisha yake ya awali kabla ya kupata makazi haya. Sasa nikapata wasamaria wema wa Habitat, akaweza wakaweza kunijengea nyumba. Sasa na kazi nzuri sana na watoto wangu, niko na watoto wanne, wavijana wawili na wasichana wawili Nilikuwa mbaya sana, nilikuwa nakaa vibaya juu, nilikuwa nakaa kwa mama yangu na hata yeye mwenyewe hajakaa vizuri, saa zote tulikuwa tumekaa tu kwa ile nyumba iko pale. Saa hii nakaa vizuri sana, ni rumu tatu iko na bedroom na sitting na kitchen. So walipokuja kuangalia nyumba, eh, walikuwekea viti kitanda, ama walifanya mwana gani? Sasa hapo ninaenda soko, nimenunua viti, kitanda, kitanda nimenunua vitu vya nyumba. Kwa muda mrefu wazee wengi nchini Kenya wamekuwa wakikabiliwa na changamoto za makazi duni na hali ngumu ya maisha, hivyo kuhujumu haki zao. Hata hivyo, mashirika ya kijamii kama vile wakfu wa Jimmy Carter, Habitat for Humanity, pamoja na serikali za kaunti na mataifa ya Ulaya kama Ufaransa, wameanzisha mpango wa kuwajengia makazi ya kisasa wazee, wajane na walemavu, ili kuboresha hali zao za maisha. Margaret Mengo, mkurugenzi wa Habitat for Humanity Kenya, anaelezea umuhimu wa mpango huu. Tunafanya kazi na wale ambao hawawezi kujiongelelea, hawajiwezi, wale ambao hata matumizi ya serikali haijawafikia bado, serikali iko njiani, lakini hawajafikiwa bado. Sasa inaweza kuwa ni mtoto alizaliwa, wazazi wake wote wakafariki, anaweza kuwa mmoja ama familia tu ya watoto hao, ni very vulnerable, so hao pia tunawajengea. Kuna familia zingine ziko led by A single parent iwe mwanaume ama mwanamke, huyo pia labda hajiwezi, ana watoto saba, hana chakula, hana, apeleke shuleni hana nyumba, hawana mahali panaitwa nyumba, wananyeshewa kila siku, hivyo ndio tunachagua. So sio ati na umri, ati mtoto hawezi jengewa. Kama mtoto ananyeshewa hana mahali pa kulala, tutamjengea. Kwa mujibu wa idara ya takwimu nchini Kenya, takribani wazee milioni moja, hasa katika maeneo kame hawana makazi ya kudumu, hali inayokiuka haki zao za kimsingi. Mengo anasema kuwa wajane na walemavu pia ni miongoni mwa wanaoathirika zaidi kwa kutokuwa na makazi bora. Kabla tuchague mahali ambapo tunajenga tunafanya kitu ambacho kinaitwa needs assessment. Tunaangalia, tunasema ni wapi kuna mahitaji ya zaidi kuliko pengine sasa. So, so, kabla tuchague Laikipia na Laikipia sio uh, eneo pekee yake tunafanya kazi hapa nchini Kenya. Tunafanya kazi Laikipia, tunafanya kazi kule kusini, kaskazini, kila mahali Kenya. Kwa sasa Laikipia tulifanya assessment tukapata ya kwamba mahitaji ni mengi ya nyumba, nyumba ambayo tunaitwa adequate housing, yani ina kila kitu kinahitaji kuita makazi bora. Tukafanya hiyo assessment tukapata watu wengi Laikipia wana hayo mahitaji Jua Haki Zako na Benson Wakoli. <coughs> <coughs> Iwapo ndipo unafungulia redio yako, msikilizaji, makala ya hewani ni Jua Haki Zako. Tunajadili haki ya makazi na shirikiana mwenzangu Victor Mturi. <coughs> Maeneo kama vile Laikipia, Samburu na Isiolo yameonekana kuadhirika zaidi na changamoto za makazi. Hadi sasa takribani nyumba elfu tatu tayari zimejengwa na kutolewa kwa wazee, walemavu na wajane katika kaunti hizi. Gavana wa Laikipia Joshua Irungu anaelezea zaidi kuhusu hatua wa hii. Watu wengi ya shelters hawana manyumba, saa ingine unaona nyumba ile wako naye ni ile ya, ma, ya, ya, ya makaratasi ile ya juala wamewekea nyumba zao juu na ndio unaona wengi, hata ukiangalia zile manyumba ziko hapa ni bofu, na kwa hivyo kuna zaidi ya almost 20% or 30% of our Laikipia people hawana ile makao tunaweza sema a dignified house. Na ndio siku ya leo tuko na shukrani kubwa kwa sababu tayari kuna nyumba nyingi tumejenga kupitia Habitat for Humanity, na hata sisi kama serikali tunajaribu kusaidiana kupatia materials kidogo kwa wananchi wengine, na ndio wanaweza jenga hata ikiwa eh, wao wanajitolea. Na ndio siku ya leo unaona kuna furaha kubwa sana Kando na pengine kupata wafadhili, nyinyi kama kaunti hii e, ya Laikipia yeah, pengine mradi wenu ni hipi ya kuweza kupatia watu makazi bora? Kwanza vile tunafanya ni kwamba kuna kupitia kwa vocational training center zetu, kuna wale vijana tunaendelea na kuwasomesha na ndio wapate skills ya kwenda kujengea wengine makao e, tena ni kuwapatia sehemu za kule kui. kwa sababu kuna kujenga makao na kuna sehemu ya kujengea wao makao. Kwa hivyo jambo moja ni ya kupatia mahali hata ya kujenga hizo makao, na tena ni kusaidia wao tukuanza kupitia skills, tena kupatia saingine, tunajitolea na kuwapatia materials na wanaendelea na kujengea, lakini sana sana, sana tunawekelea saidi sana. Watu wa maha, wapate mahali yao wanaweza jega makao. Washika dau wa mpango huu wanasema, kuna mpango wa kupanua mradi huu hadi mataifa mengine ya kikanda. Perol Kanyile kutoka shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia makazi anaelezea zaidi. Mtazamo wa Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya kazi unatokana uh, na masuala uh, ambayo yameonekana wazi kuhusu shida so, ya miji. Kwa hivyo wigo wa mwelekeo wetu wa kimkakati unahusu makazi uh, na ufikiaji wa miundombinu ya kimsingi inayolenga jamii kama hii na jamii zingine. Sisi ni shirika la kimataifa, kwa hivyo kazi yetu ni pana sana na tumetia saini mpango wa pamoja na serikali ya Kenya kuanzia mwaka huu hadi mwaka 2027, malengo yetu yakiwa ni makazi, ardhi na mipango ya miji, ili kupanua miradi yetu nchini Kenya na kimataifa na kuhakikisha kwamba jamii hizi zinatambua maendeleo yanayot kama gavana ndiye anafika kwangu, Mungu ako iko na watoto saba, lakini watatu wako kwa makibarua, wengine wako hapa. Nasema karibuni tena na karibu tena kwa upande hiyo, watu, watu wengine wajengewa tawa. Wakati huu mpango huu wa kuwapatia makazi bora wazee, wajane na walemavu umeleta matumaini mapya kwa jamii zilizoadhirika zaidi, hasa katika maeneo kame na kuwapa haki zao. Washika dau wanasema mpango huu pia ni mojawapo ya hatua za kuwafikia malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka elfu mbili na thelathini. Victor Muturi, la ekipi ya RFI. Basi msikilizaji, anasema ngome ikipigwa sana hupasuka. Kwa nukuta hiyo, makala haya yanafika kikomo. Jina langu ni Bwana Benson Wakoli, nimeshirikiana kwa karibu na mwenzangu Vikta Mturi kuandaa makala ya leo. Hadi makala yajayo juma lijalo ndani ya idhaa ya Arefaya Kiswahili. Msikilizaji, kwa heri.